Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa Tumaini TV, tafakari ya wiki hii Jumatatu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wafalme ile sura ya tano aya ya kwanza hadi kumi na tano, lakini pia tuna Zaburi yetu ya 42 ambayo itashabihana na neno la Injili. Injili yetu inatoka katika injili ya Luka ile sura ya 4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 Wakajaa ghadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo, wakaondoa wakaondoka wakamtoa nje ya mji wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambacho mji huo mji wao umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini, lakini yeye alipita katikati zake. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, katika Injili ya leo tunatafakarishwa jinsi gani Mwenyezi Mungu mwenyewe, Kristo mwenyewe hakupokelewa na jamii yake. Na katika kipindi hiki cha Kwaresma yawezekana pia mimi na wewe, kuna nyakati ambazo hatujapokelewa na jamii zetu, hatujapokelewa na wale ambao wanatuzunguka. Na ndivyo pia katika kitabu cha pili cha ufalme, tumesikia vizuri Mwenyezi Mungu ni namna gani anavyojidhihirisha anavyo katika yale mambo madogo madogo. Na ndiyo maana katika usemi mmoja wa Kiafrika unasema kwamba Mwenyezi Mungu akikupa ukilema anakupa na mwendo. Na ndivyo hivyo pia Mwenyezi Mungu alivyomtengeneza mwanae wa pekee, na hata alipokataliwa alipo na jamii yake, bado aliweza kutenda mambo makubwa sana kwa wale wote waliompokea. Swali ni je: Unampokea Mungu katika yale madogo ambayo anajidhihirisha kwake kupitia kwake maisha yako ya kila siku? Hilo ndilo swali ambalo inabidi mimi na wewe nijiulize. Na Yesu huyu na Mungu huyu yupo katika yale madogo madogo ambayo yanajidhihirisha katika maisha yako. Tuendelee kumpokea Mungu ambaye wana wa Nazareti wenyewe hawakumpokea, lakini sisi tukimpokea kwa imani, basi atatenda makubwa katika maisha yetu. Tafakari hii imetolewa na Father Valerian Kwai, msalesiani wa Don Bosco, na ninawatakia siku njema na Kwaresima njema.